Mtazamaji, kama njia mojawapo ya kuimarisha utendakazi wa serikali ya kaunti ya Narok imetangaza kwamba inanuia kukusanya bilioni 6.37 kutokana na ushuru wa ustawi wa kiuchumi. Akisoma bajeti ya mwaka 2025 2026 katika majengo ya bunge la Narok, waziri wa fedha wa kaunti hiyo David Ole Montet ametangaza pia kwamba serikali ya kaunti ya Narok itapokea milioni 949 949 kutoka kwa hisani wa maendeleo kwa ushirikiano na serikali kuu. Kadhalika, Montet ametangaza nyongeza ya ushuru utakaotozwa kutua kwa ndege za kitalii, ila utategemea na idadi ya abiria au ukubwa wa ndege. Pia ameahidi kuimarisha ubora wa bidhaa za kilimo kwa mazao of now,

Nam, kwa hivi sasa, mtazamaji, niruhusu nipumzike kidogo, nitarudi na mengi zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Sindaniwei.